Shukuru sana ndugu waandishi wa habari wote ambao umefika hapa siku ya leo, na kama mnavyoona niko hapa pamoja na uh, mkurugenzi uh, mkuu wa baraza la sanaa Tanzania, lakini kushoto kwangu hapa niko na msanii wa music ambaye anaitwa official Pretty Kind. Na sote tunafahamu kabisa kwamba kwa, kwa kipindi kirefu sana kumekuwa kuna ombwe la wasanii wetu hususan wasanii wa music pamoja na wasanii wa filamu kuvaa mavazi ambayo kimsingi hayaendani kabisa na utamaduni wa nchi yetu, lakini kimsingi kabisa yanakiuka a, miongozo mbalimbali ambayo tunayo ikiwepo mwongozo wa Baraza la Sanaa Tanzania lakini Bodi ya Filamu pamoja na TCRA kwa maana nzima ya maudhui. Kwa hiyo niseme kwamba leo a, kwa sababu swala hili limekuwa likisumbua sana taifa letu, kwa sababu wasanii wengi sasa, sasa hivi wametumia kama kukaa uchi kwenye mitandao ya kijamii kuposti picha ambazo hazipendezi na kuimba nyimbo ambazo kimsingi zinakuwa ukifuatia ukifuatia kiundani zinakuwa zime- zimejaa zime maneno ambayo ni kinyume kabisa na utamaduni wa Mtanzania. Kwa sisi kama wizara ambayo tuna dhamana kubwa kabisa ya kusimamia ustawi wa sanaa katika nchi yetu ya Tanzania, ni jukumu letu basi kuhakikisha kwamba vitu hivi tunavikemea, na ni kitu ambacho tumekuwa tukifanya mara zote, na nadhani pia mtakumbuka Uh, sehemu zote ambazo mimi nimekuwa nikiwepo nimekuwa nikisisitiza sana swala zima la maadili kwa wasanii kusisitiza kwamba wavae mavazi ambayo ni astara, lakini mavazi ambayo yanaendana na utamaduni wa Tanzania. Na tunafahamu hata mwezi haujaisha rais uh, wetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli alisimama pia akakemea swala zima la wasanii kuvaa mavazi ambayo si astara, wanavaa mavazi ambayo ni ya uchi, wanavaa mavazi ambayo kimsingi ni kinyume kabisa na utamaduni wa Tanzania. Kwa hiyo, mimi niseme kwamba uh, mimi pia nikiwa kwamba ni mwanamke na kwa sababu vitu hivyo vinafanywa na wanawake wenzangu hususan vijana, sasa mimi kama kiongozi, nikoona hatuwezi kuendelea kulifumbia macho uh, swala hili, na niseme kwamba si kwamba tulikuwa tupo kimya kwa kipindi kirefu sana, tumekuwa tukifuatilia na hata mkurugenzi mku, uh, mkuu wa Basata nimekuwa nikitoa maagizo mbalimbali kuwaita wasanii, na hivi juzi tu nilimwagiza kwamba aweze kumwita msanii Roma ambapo alitoa wimbo ambao kimsingi haulikuwa umebeba dhana ambayo ni ya matusi, na Roma aliitwa na akakiri kwamba amefanya kosa, na akasema kwamba atauediti ule wimbo. Kwa hiyo tumekuwa tukichukua hatua mbalimbali mbali. Lakini bado hatua hizo niseme kwamba kimsingi hazionekana kwamba hazijazaa matunda, na ndio maana hata Mheshimiwa Rais akasimama akauliza kwamba uh, wizara husika iko wapi na viongozi husika wako wapi? Kwa hiyo mimi niseme kwamba si kwamba tulikuwa tu tumekaa kimya. Unajua hata kwenye swala la malezi, mtoto anapokosea huwezi kuanza tu ukamchukulia tu hapo hapo, lazima umpe muda, umfundishe, umuonye, umwelekeze. Sasa ukiona kama bado mtoto anakuwa haelekei, ndipo kama mzazi sasa unachukua hatua ya kuweza kumchukulia hatua. Sasa kwa sababu uh, nakumbuka tarehe 30 mwezi wa 12 nilikuwa Arusha, kwenye tamasha la muziki la wasanii wa gospel, na nilitoa agizo pale kwamba tunapoanza mwaka elfu mbili na kumi na nane kwa, na kwa msanii yoyote awe ni msanii wa gospel, awe ni msanii wa muziki, awe ni wa filamu, msanii yoyote, bila kuangalia nafasi yake au umaarufu wake, atakayekiuka agizo ambalo mheshimiwa rais alilitoa la kuvaa mavazi ya star Aa, sisi kama wizara hatuta sita kumchukulia hatua. Sasa niseme kwamba kwa kuanza, mimi niseme kwamba kama naibu waziri wa hii wizara nimesikitika sana kwa sababu naona mwaka huu tumeanza vibaya, kwa sababu naona kabisa bado kuna wasanii wanaendelea kuvaa mavazi ambayo hayaridhishi na kuenda kupost picha ambazo kimsingi ni kinyume cha maadili. Sasa sisi hatuwezi tu kuenda kulifumbia macho swala hili. Kwa hiyo, kwa kuanza leo nikawa nimemuita Dada hapa anaitwa uh, Pretty Kind au kwa jina yake anaitwa Susan ambaye yeye alipost picha ambayo ni utupu kwenye mtandao uh, mtandao wa Instagram na ninashukuru kwamba mimi kuna mtu aliweza kunitag. Kwa hiyo nilipoangalia nikaona. Kwa hiyo nikamwagiza uh, katibu mkuu wa Kabasata kwamba aweze kumtafuta na aweze kuripoti ofisini kwangu. Nashukuru kwamba leo ameweza kufika ofisini kwangu na tumeweza kuongea naye, tumezungumza naye kimsingi, ameongea mambo mengi uh, ambao kwa mimi naweza nikasema kwamba hayana msingi, ni katika tu ile kuweza kujitetea kwa sababu hawezi ukasema kwamba una post picha za utupu wewe ukiwa kama msanii, kama ni njia moja hapo, uh, ya kutufanya wewe upate kipato kwamba unafanya hivyo vitu kwa bahati mbaya. Mimi naamini kabisa kwamba huwa hakuna bahati mbaya, kwa sababu kama kungo kuna bahati mbaya tulivyotoa agizo, nitegemea kabisa kwamba wangeweza kubadilika. Sasa amejitahidi sana kujidefend, kujitetea kwamba ni tokana na maisha, lakini sasa hatuwezi kuacha kwa sababu maisha ni magumu, basi eti ndio msanii sasa afanye vitu ambavyo haviendani na jamii. Na tunajua kabisa kwamba sasa hivi kuna kitu wanasema kwamba kiki. Sasa mtu ili apate kiki kwenye mziki lazima aposti utupu. Sasa hilo jambo sisi kama wizara hatuwezi kuendelea kulifumbia macho. Kwa hiyo tumemwita, tumekaa naye pamoja na uh, mkurugenzi hapa BASATA, tumeongea naye. Sisi kama wizara tumejaribu kumuelekeza miongozo mbalimbali ambayo ipo, lakini kama mkurugenzi wa BASATA vile vile amejaribu kumuelekeza miongozo mbalimbali ambayo wasanii wote wa Tanzania wanapaswa kuifuata. Na unapokuwa msanii, kuna utaratibu, huwezi kuwa tu msanii ambaye haujasajiliwa, haujulikani. Sasa mimi niseme kwamba kwa sababu huu ni mwaka mpya na hatuwezi kuruhusu kwamba hili jambo likaendelea, na, na mtu yeyote ambaye anaendelea kuposti picha za utupu kwenye mitandao kuimba nyimbo ambazo haziendani uh, utamaduni wa mtanzania moja kwa moja, anapaswa kujua kwamba anakiuka agizo la Mheshimiwa Rais, na kama nayofahamia kwamba agizo la rais ni amri, yani kitu chochote ambacho rais anakizungumza maana yake ni sheria, hasa kama rais amekataza mavazi ya utupu, kama rais amekataza kupost picha ambazo haziendani na utamaduni, lakini kama tuna miongozo ya BASATA ambayo kimsingi nayo imekiukwa. Lakini kama tuko viongozi wa wizara ambao siku zote tumekuwa tukipigia kelele swala la maadili, swala la mavazi kwa wasanii wetu, lakini wameenda kulikiuka. Sasa ni wakati uh, sisi kama wizara kuweza kuchukua hatua. Na kwa kuanza nimeanza na uh, uh, uh Susan ambaye ni Pretty uh, ni Pretty Kind. Kind. Nimeanza naye na kwa sababu ya maelezo ambayo amenipa nilitaka nimpe adhabu ya kufungia mwaka mzima. Lakini kwa sababu amesema ni msanii ambaye ni mchanga na ndio kwanza anaanza. Kwa hiyo kwa kuanza tu ameanza na adhabu ya miezi sita. Sasa katika hiyo miezi sita hatakiwi kuimba wimbo wote, kutoa wimbo wote mpya, hatakiwi kufanya performance sehemu yoyote, lakini katika hiyo miezi sita hatakiwi kupost picha yoyote kwenye mtandao wote. Na katika hicho kipindi cha miezi sita si kwamba tu ni adhabu, tunampa hicho kipindi ili kiwe kipindi ambacho atajifunza. Cha kwanza anatakiwa kwenda kujisajili Basata. Ile ni msanii ambaye anajulikana. Lakini vile vile katika kipindi hicho cha miezi sita tunamtaka sasa yeye apitie miongozo mbalimbali ambayo ipo ambayo ni miongozo ya Basata. Lakini katika kipindi hicho cha miezi sita tunataka kiwe ni kipindi ambacho atajifunza sasa mwenendo wake, ajibadilishe tabia yake, ili aweze kuwa msanii ambaye tunamtaka katika Tanzania yetu. Na mimi niseme kwamba sisi kama wizara tunategemea kabisa kuona wasanii wetu wakiwa ni marafiki wa hii wizara. Hatuhitaji kuwa na wasanii ambao wanakuwa ni maadui wa wizara. Tunapochukua hatua kama hizi